na mtazamaji karibu mwenzangu nilizo tieno ambaye iko tayari kwa taarifa hizi kwa ishara mzozo wa umiliki wa ardhi yenye dhahabu iko ikolomani kaunti ya kakamega umeendelea kuchacha huku wakazi wa eneo la isulu wakishinikiza kuhusishwa kwenye maamuzi yote kuhusu uchimbaji wa madini hayo wakazi hao wameitaka serikali kuweka mipango kabambe ya kuwafidia watakaoondoka kwenye ardhi zao kando na kutangaza mustakabali wa wachimbaji migodi wa eneo hilo Ben Kirui, anatufungulia taarifa zetu Hali ya taharuki katika eneo la Isulu, Ikolomani, katika kaunti ya Kakamega imetanda huku vuta ni kuvuta baina ya serikali na wakaazi kichacha, siku mbili za machafuko yaliyotokana na mzozo wa umiliki wa ardhi yenye utajiri wa dhahabu. Ghasia hizo zimezidisha hasira miongoni mwa wakaazi ambao sasa wameapa kulinda ardhi yao. watu kuama, hapana, tutaingilia hapa Tunakupea nafasi wewe ununue shamba hapo, lakini utarudi hapo, tutakubali. Lakini sio, tutakubali mimi naweza kubali, lakini sitakubali watu kukuja hivyo. Watu wao wame hii mchezo ya paka na panya, wanajaribu kuweka wananchi ndani until we have loss of life and then they start shedding crocodile tears. I'm saying no. Viongozi wa eneo hilo wameishutumu serikali kwa kujaribu kuwanyang'anya wakazi ardhi ya ekari 337 yenye dhahabu ya thamani ya shilingi bilioni 683 inayopangiwa kuchimbwa na kampuni ya Uingereza ya Shanta Gold Limited. As a people, we say tawe that's no to foreign control of the wealth God blessed in our land. Minerals belong to the people. Don't to the wakazi na viongozi wanasema hawakuhusishwa katika mchakato wa umiliki wa ardhi hiyo. No, serikali <laughs> e, ni itafute mbinu ambayo kwamba itawahusisha washikadau wote, washikadau wote ili iweze kutafuta mbinu ya kuweza kuzungumza na wananchi, hasa vijana ambao hasa wenyeji sio vijana peke so yake vile vile wamelaani vikali tukio la vurugu la Alhamisi lililosababisha vifo na majeraha, wakiitaka serikali iwajibike. Hayo yakijiri, watu watatu wamefariki baada ya mgodi kuporomoka eneo la Ikolomani walipokuwa wakichimba dhahabu. Polisi wamewataka wakazi kuchukua tahadhari wanapojihusisha na shughuli za uchimbaji wa dhahabu. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.